Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, urudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuculi Zinga ZinTV Online, lakini usisahau kusbsribe ku kulike na kushare zinga Online TV. Leo tulikuwa tukio umoja la muhimu sana ambalo tunaliita ni safisha uwanja. Maana ya safisha uwanja ni kujiweka tayari kwa ajili ya mapokezi ya mgombea wetu wa urais mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Mwanza. Tumejipanga, tuko kisawasawa kumpokea mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wanawake wote wamejiandaa kikamilifu kama ulivyoona shangwe lililokuwa hapa, na hili ni vibe la Sengerema. Tukimaliza hapa, kesho tutakuwa Nyamagana. Lengo ni nini? Ni kufanya amsha amsha kwa wakazi wa maeneo husika, ili kuwafanya wawe tayari kwa ajili ya kuja kumlaki gombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ninawaalika Watanzania wote hususan ni wale waliojiandikisha katika daftari la mpiga kura wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki yako ya msingi ya kuchagua kiongozi unayempenda mpenda na unayemtaka, na kosa la kutopiga kura ni unafanya makosa kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo ninawaalika Watanzania wote tuhakikishe Oktoba 29 tunaenda kuwachagua viongozi wetu wa mafiga matatu, ambao ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mheshimiwa mbunge wa eneo husika kwa maana ya jimbo, lakini pia na waheshimiwa madiwani, na wasisahau kutiki kwa chama cha mapinduzi, maana mafiga matatu ndio yanayoivisha chakula. Leo hii sisi UWT mkoa wa Mwanza tumekuja hapa kusafisha uwanja huu ambayo tarehe saba mwezi wa kumi mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, dr Samia Suluhu Hassan atakuja katika viwanja hivi kufanya mkutano mkubwa na wa kihistoria. Lengo ni kuhamasisha wanawake na wananchi wote kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi siku ya tarehe saba kuja kumsikiliza mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, lakini sambamba na hilo tumetumia fursa hii pia kuwahamasisha wanawake na wananchi wote kujitokeza kwa wingi tarehe 29 Oktoba kutiki kwa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais ubunge na udiwani na wananchi hawa wametuelewa na wamehamasika vya kutosha. Sisi wanawake wa mkoa wa Mwanza tunasema tarehe saba hapatoshi kwenye viwanja hivi. Karibuni wote tushirikiane pamoja. Leo tuko katika wilaya ya Sengerema kwa ajili ya zoezi la fagia uwanja kwa ajili ya maandalizi ya mama. Ninawaasa wanawake wenzangu nawaomba wajitokeze siku ya tarehe saba ambayo siku ya Jumanne tukuja kumlaki mama. Japo ni mgombea lakini kuna mazuri ameyafanya kwenye hawamu hii, mambo mengi ametufanyia sisi wanawake. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu mjitokeze saa yani kwa wingi ili tumlaki mama. Wito wangu kwa wananchi wote wa Tanzania tujitokeze kupiga kula, make kula ni haki ya kila Mtanzania na ni wajibu wa Mtanzania kupiga kula. Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi tembelea Zinga TV online, lakini usisahau kusubscribe, kukomenti, kulike na kushera Zinga Online TV.